Eneo ambalo Yanga wanaweza kusema kwamba walikuwa labda wanavuja wa sana kwa maana ya kwamba kiufundi, eneo la upande wa kulia lilikuwa lina shida hiyo toka ameondoka Yao Kouassi, unaweza uh, ukasema ndio, mm -hmm. Kwa sababu ndio inakuja kupimwa na idadi ya mashambulizi ambayo yamepita upande ule na namna ambavyo timu pinzani ziliv zilivyokuwa zinaenda kushambulia Yanga, walikuwa wanatumia upande gani ambao ulikuwa unaonekana ni dhaifu kwa kiasi fulani mm. Toka Yao Kouassi anaumia kwenye kikosi cha Yanga, masenta baki walikuwa ni wale wale ambao waliendelea kucheza Job Nondo, Bakari Nondo Mwamnyeto, Baka, Baka upande wa kushoto kule, ado aliendelea kubaki aliyekuwepo mm. kwa maana ya Shadrack Boka, kwa sababu ya Yao Kouassi amecheza ya kwenye kikosi ambacho alikuwepo pia Romalisa mm. anaondoka Romalisa ndo anakuja Boka, Boka kwenye ile nafasi mm ni wakati ambao Kibwana Shomari alikuwa anasaidizana na Romalisa kwenye ule upande wa kushoto. Anaondoka Romalisa anakuja Boka katika yale mazingira, ule upande wa kushoto bado ukaendelea kuwa solid. Kwa hiyo wapinzani wengi baada ya, kumia ya, Kouassi ya Tola, walikuwa wanaenda kupita upande wa kulia ambapo aliamia moja kwa moja Kibwana Shomari katika ule upande, na kuna baadhi ya michezo ambayo Yanga waliwahi kumtumia Dickson Job, Bakari Nondo Mwamnyeto na Ibrahimu Abdurabak. Job akaa anacheza kama beki namba mbili katika mazingira yale ni kwa sababu gani ilikuwa hivyo? Ilikuwa hivyo kwa sababu aliyekuwepo anatumika al, al, mchezaji aliyekuwa anapatikana kwenye kikosi ambaye anatumika kwenye nafasi hii Kibwana yeah. Shomari. mm. Kuna madhaifu ambaye alikuwa anayaonyesha mpaka baadhi ya walimu wakaamua kumtumia beki, wakati akacheze pembeni ya kiwanja kwa maana mm. ya kucheza beki namba mbili yeah. kwa hiyo inaonekana pengo la yao Kouassi lilikuwa linaonekana katika mazingira yale mm, lakini ukija kurejea, ukiacha kipindi cha Roman Fours ambako Yanga imeonekana inaruhusu mabao kupita katikati ya kiwanja, timu nyingi zilikuwa zikishambulia Yanga ile ambayo ilikuwa na ardhi ya ucho, na pale ambapo alikuwa anakosekana kwa sababu ya majeraha, Yanga walikuwa wanapata suluhisho ya kucheza katikati ya kiwanja, ndio utamkuta Duke Abuya na Mdathri Yaya basi wanakuja kucheza chini, ama Suwa Boy mm na Mkude wanakuja kucheza pale chini kuziba lile pengo la ardhi ya ucho, ili kuendelea kutibu lile tatizo katikati ya kiwanja. Kwa hiyo timu nyingi zilikuwa zinaogopa kuwashambulia Yanga katikati ya kiwanja, kwa sababu waliamini ni pagumu au ni njia ngumu ambayo unaweza ukaitumia kuweza kuifikia ngome ya ulinzi ya Yanga. Wakawa wanapita pembeni ya kiwanja ambapo mara nyingi walikuwa wanafanikiwa. Ukirudi kuangalia mfano msimu uliopita mchezo wa mwisho ambao Yanga wameupoteza kwa Ndea. Sababu tunazungumza ujue, tunaizungumzia Young Africans timu ambayo mpaka sasa hivi tunavyozungumza hapa katika mashindano ya NBC Premier League wamecheza michezo ishirini na sita pasipo kupoteza. Ala, mara mwisho wamepoteza hmm, na Tabora. Mara ya mwisho wamefungwa na Tabora United, sasa mimi narudi nyuma michezo ishirini na saba. Ule mchezo wa 27 ndo waliupoteza, kwanzia pale mpaka leo ni mchezo 26 yanga wajapoteza. Angalia msingi wa magoli ya Tabora United namna ambavyo yalifungwa, alafu kaiangalie ile defensive line ilikuwa vipi ya Yanga, ndo utakuja kuona udhaifu wa Yanga ulikuwa unaanzia wapi ardi ya ucho kurudi kucheza kama center back, kulikuwa kuna wanyima Yanga ule muundo wa kiuchezaji na muundo wa kiulinzi kwa maana fullback aliyekuwa anacheza beki namba mbili ni kipindi kile ndo alikuwa ameingia kwenye kikosi Israel Mwenda. Patrick Mwenda. Mwenda, katika mazingira yale alikuwa na inyima Yanga, tunasema ile compactness, ule ugumu kwenye eneo la ulinzi pale ambapo wanakuwa hawana mpira, kwa sababu baada ya kuwa wametanguliwa bao waliamua kufungua turbo, kwa maana wote wanapanda mbele kwenda katika mazingira yale wanakosa kitu ambacho tunaita last defense mm. Tabora United wakatumia yale madhaifu kwenda kushambulia counter attack, wanauhamisha uwanja pembeni, lakini wanakuja kurudi katikati, zimebaki mita 18 kuelekea kwenye box la Yanga na Yanga wakawa anakutwa kwenye mtego wa makosa hayo, wanaadhibiwa. Ukirudi kuangalia mchezo wa nyuma yake dhidi ya Azam FC, kwa sababu kabla ya Tabora, Yanga walikuwa wamecheza na, tabu, na, na Azam FC, ukienda kuangalia ule mchezo namna Yanga walivyoadhibiwa wa moja ya bao lilitoka katika upande ule ule wa kulia. Kwa hiyo msingi wa makosa ambayo yamepelekea Yanga kufungwa kwa kiasi kikubwa, yapo ambayo yanapita katikati ya kiwanja ambao ni udhaifu wa viungo, yapo yanapita, anapita upande wa kushoto ambao ni udhaifu wa mabeki wa pembeni na viungo kushindwa kuskani lile eneo na kuzuia ile hatari ile, ile. Lakini kwa kiasi kikubwa timu nyingi zilikuwa zinaishambulia Yanga kupita upande wa kulia ambapo amecheza kibwana Shomari. Umemwona anacheza Dickson Jobu ule upande, amecheza Israel Patrick Mwenda katika ule upande. Kwa hiyo katika mazingira yale, Yanga kuna kitu ambacho walikuwa na kimisi, ukiangalia mpaka sasa hivi yeah.